Habari za leo. Leo tunaangazia tishio jipya kutoka China ambalo linazua hofu kubwa duniani, makombora ya hypersonic. Kwanza, makombora haya nini? makombora ya hypersonic ni silaha zinazoweza kusafiri kwa kasi mara tano hadi kumi ya sauti na yana uwezo wa kubadilisha mwelekeo katikati ya safari hii inafanya kuwa vigumu sana kuyadungua. China inamiliki teknolojia bora zaidi ya makombora haya duniani. Pete Hegseth anasema makora ya china yanaweza kuharibu meli za kubeba ndege za marekani ndani ya dakika ishirini za kwanza za vita. Hii ni habari ya kushtusha kwa wanamaji wa Marekani china imekuwa ikifanya majaribio ya makombora haya kwa kukutumia mfano wa meli za marekani kwenye jangwa la Taklamakan. Makombora kama DF 21 D yenye upeo wa kilomita 500 na DF26B yenye upeo wa kilomita 4000 yanaweza kutumia vichwa vya ya nyuklia au vya kawaida. Sasa tuangalie baadhi ya makombora maalum ya China: DF0, kombora la masafa ya kati ambalo linaweza kupenya ulinzi wa makombora wa Japan. CJ10 na CJ Hanhuntu ni makombora ya kusafiri ardhini ambayo yanakishia Japan za idi, na hatimaye YJ21, kombora la hypersonic ambalo linajulikana kama kombora linaloua wa meli za kubeba ndege. Kwa upande mwingine, Marekani haijakaa kimya. Wanamaji wa, wa Marekani wa wa wanatengeneza na kupima za wa kukabiliana na makombora ya hypersonic hii ni pamoja na kuboresha programu ya Aegis na kufanya majaribio ya moto moja kwa moja hata hivyo mifumo yao ya sasa ya ulinzi imeundwa kwa ajili ya vitisho vyenye kasi mdogo na inaweza kuwa na ufanisi mdogo dhidi ya makombora ya hypersonic Japani pia imejiandaa kwa njia yake wameweka railgun kwenye meli ya JS Asuka ambayo inaweza kufyatua risasi kwa kasi ya mita elfu mbili kwa sekunde na kufyatua hadi risasi mia moja ishirini. Hata hivyo, wana changamoto za usambazaji wa umeme na kuunganisha teknolojia hii kwenye mifumo yao ya sasa. Wataalamu wanasema makombora ya hypersonic ni magumu kudungua kwa sababu ya mwelekeo wao usio wa balistiki na mienendo yao ya chini eh, ambayo inatoa muda mdogo wa onyo. Baadhi yao wanatabiri kuwa Marekani inaweza kupoteza meli zake za kubeba ndege kwenye vita na China. Kwa kumalizia, ni wazi kuwa teknolojia ya hypersonic ni tishio kubwa na inahitaji tahadhari ya haraka kutoka kwa mataifa yote. Asante kwa kutazama, tafadhali jiandikishe ili kupata habari zaidi za kisasa kwa he